Uh, suala la walimu ambao wanajitolea ni suala muhimu sana kulizungumzia uh, kwa sababu pengine walimu hawa wanafanya jambo hili kwa sababu ya, ya ujinga. Kwa sababu ujinga uh, si tu si ujinga. Ujinga ni kutokujua jambo, unapokuwa hufahamu jambo, basi ndio tunasema ni ujinga. Madhara ya kujitolea ni makubwa zaidi kuliko kama ungekaa bila kujitolea. Uh, wewe piga picha kwamba unajitolea. Kwanza jiulize lengo lako la kujitolea ni nini? E, e, jiulize swali kwamba kwa nini unajitolea. Kwa uhakika, mtu anayejitolea sababu kuu hasa ya yeye kujitolea ni kupata kazi, kwamba nitajitolea hapa, halafu ili irahisishe mimi kuweza kuajiriwa pengine mahali hapa hapa. Sasa mwalimu anayejitolea kwa lengo hilo sisai kama mtu anaweza kujitolea kwa lengo tofauti na kurahisisha mazingira ya kazi yani, unaweza je kufanya kazi bure bila malengo fulani? kwa malengo ni, ni, ni kupata kazi, pengine labda kupata kupata, eh, sababu nyingine ekaa, labda kupata uzai, uzoefu uh, kama ni kupata uzoefu, tunajua walimu wanafanya field ule ni uzoefu kabisa, unaweza ka ukauweka katika CV yako. Ukiwa mwaka wa kwanza unaenda field, unaenda shule, unafundisha ule ni uzoefu tayari, na unapewa alama. uh, mwaka wa pili pia unaenda field, unafundisha, huo ni uzoefu. Kwa hiyo kama unajitolea eti kutafuta uzoefu wanatakiwa utafakari mara mbili, watakiwa ufikiri mara mbili. Mi nadhani sababu ya watu kujitolea walimu, mi nazungumzia walimu, ni kutafuta kazi, kutafuta ajira e, anataka aajiliwe mahali pale. Sasa changamoto moja inaibuka, mfumo wa kuajiri au mtambui yule anayejitolea kwa sababu, mfumo wa ajira ukitoka, watu wote wanakwenda kugombania zile nafasi. Unafanya mtihani, ukifanya mtihani ukifaulu, unaenda tena kwenye mahojiano, ukipata ndio na ajiriwa. Haijalishi unajitolea ama uko umekaa zako nyumbani, hujitolea sasa huyu mtu ambaye anajitolea huyu mtu ambaye yupo katika shule anajitolea mwingine anafanya kazi bure kabisa mwingine analipwa laki moja na elfu hamsini nafasi zimekuja wengi wanaojitolea wamefanya mtihani wameferi wameshindwa kabisa Anajitolea anaenda anafaa mtihani anapata arobaini. Mtu anajitolea anaenda anafaa mtihani anapata alama ishirini na nne. Halafu anarudi tena kujitolea. Sasa kuna kuna tatizo hapa. Kuna tatizo kuna tatizo kubwa kuna tatizo kubwa kwa sababu uh, unapoteza muda bila wewe mwenyewe kujua. Yaani unafanya kitu bila kujua hasa lengo ni nini. Unakuwa una, una, una, una katika jambo ambalo hujui hasa kwa nini unafanya vile. Unaenda tu unatiririka tu na, na, na, na, na upepo. Kwa hiyo uh, jambo jema hasa, nadhani yule anayejitolea atakiwa afikirie mara mbili, kwa nini anajitolea taka ajira. Sasa ajira utaipata kujitolea, sababu utaambiwa majina tumeyapeleka majina yatarudi, majina yatafanya nini, lakini mwisho wa siku utaenda, utafanya mtihani, utafeli, utarudi pale, jitolea, jitolea, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Malengo yako ni nini? Unachotafuta hasa ni nini katika maisha? Kubwa zaidi ambalo tunaweza eh, tukaona kwamba kwanza, unapojitolea lazima ujue kwamba unasababisha ukosefu wa ajira, kwa sababu serikali haiwezi kuona pengo la ajira pale ambapo walimu wako mashuleni. Haijalishi hata kama ni wa kujitolea. Kama yupo shule, yupo tu, hata kama anajitolea, walimu wapo. Lakini pia wakati mwingine mazingira ambayo walimu wanaishi wanaojitolea, wakati mwingine ni, ni, ku, ni wakati mwingine, mazingira ambayo unakuta mwalimu professional anajidhalilisha kabisa. Unajidhalilisha, unadharaulika na wanafunzi. Mwalimu wa kujitolea unatia unyonge, kila sehemu unadharauliwa, na walimu walioajiriwa wanaona kama mtu ambaye hopeless kabisa, mtu ambaye hana malengo e, mtu ambaye hana jambo hmm? Laki na polaki kazi bure. Sasa hata wakati mwingine walimu wanapata chapati zao pale ukuta, walimu wa kujitolea mko saba, walimu kujitolea wako nane, walimu wanakula chapati pale. Sasa wanawaza hapa, sasa kuna mwalimu wa kujitolea pale, tunafanyaje? kwa wao wakati wana chapati mbili mbilimbili, e, nyinyi walimu wa kujitolea na nyinyi mnapewa moja moja wakati mwingine mnaweza mkapewa moja mgawane nusu nusu. Sasa maisha gani hayo mwalimu, professional teacher. Walimu ndio wameleta uhuru wa nchi hii. Mwalimu Nyerere, kenda Kenya, mwalimu kaleta uhuru, Jomo Kenyatta, nenda Ghana, Kwame Nkrumah, mwalimu. Walimu ndio wameleta uhuru wa Afrika. Walimu tena wamekuwa watumwa. Kujitolea ni utumwa. Kufanya kazi bure, kufanya kazi bure ni ni ni ni utumwa. Nawezaji kufanya kazi bure Unawezaje kufanya kazi bila malipo? Unawezaje kutia huruma? Unawezaje? Maisha gani hayo? Fikiria sana, fikiria mara mbili mwalimu, fikiria, tafakari, tafakari sana jambo hilo, ajidhalilisha. Kuna kitu kikubwa katika maisha ya mwanadamu kama utu, heshima, thamani yako, hata kama una hela lakini thamani yako inatakiwa onekane kama mtu. Sasa mambo hayo yanakuwa si mambo mazuri kabisa kabisa. kabisa. Uh, kwa hiyo kikubwa kabisa nakueleza mwalimu, unapoteza muda. Acha kupoteza muda, muda ni kitu cha thamani sana. Leo wewe ni kijana miaka ishirini na thelathini na utafika arobaini utafika hamsini utafika sitini Unajitolea, utateseka katika uzee wako. Umri huu ambao una nguvu ni umri wa kufanya kazi yoyote, kwa sababu mwili bado unakubali, mwili una nguvu kali. Tunavyozidi kukua, nguvu zinaisha kosa nguvu. Sasa ukikosa nguvu mwalimu, ndio utakuwa mwisho wako wa kujitolea, utaishi maisha magumu. Umri huu tulio nao, umri wa ujana, ndio umri wa kufanya kazi itakayo ku, yani ndio umri wa kujenga msingi wa maisha, sio umri wa kupoteza muda, sio umri wa kubembeleza jambo. Lazimisha mambo yawezekane. Ukiona njia hii imekataa, achana nayo. Mpango wa kujitolea umeshindwa kuleta matokeo, achana nao. Rudi nyumbani, kaa jipange upya, lima hata bustani, lima hata nyanya. Kama nyumbani unaona aibu, anakufahamu una degree, eh? una elimu fulani, unaona aibu kwamba atanionaje, hama, nenda sehemu mbali wasikokufahamu, piga kazi. Huo ndio umri ambao mwili una nguvu. Kadri unavyozidi kukua, mwili unapoteza nguvu zako. Kwa hiyo fanya kazi zako zitakazokuingizia kipato chako halali kwa muda wako, acha kutumikishwa. Mwalimu wa kujitolea anafanya kazi ngumu sana, madarasa yote yako mitihani yote usaishe wewe, wanafunzi wote usimamie wewe, halafu sifa zinaenda kwa wale ambao wameajiriwa. Fikiria sana mwalimu, acha kabisa mambo haya.